Karibu mpenzi msikilizaji wa Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, sauti inayoguza moyo na kukuongoza katika safari ya imani. Hapa ni meza ya makala maalum, meza ya tafakari, elimu na matumaini, ambapo neno la Mungu linagusana na maisha ya kila siku. Tulia, fungua moyo wako na ruhusu sauti hii ya upendo ikutane nawe. Kwa maana kupitia neno, tafakari na sala, Mungu anatenda makuu. Karibu sana, hii ni meza ya makala maalum, ukipata pumziko kwa roho yako kupitia Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Katika hewa safi, Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, unasikiliza dakika za Yesu Kristo ni ule wakati wakati wa Majilio, mwanzo mwanzo tu mwa mwezi Desemba, wakati mwaka wa kanisa unaanza. Mwezi uliojaa mwanga wa matumaini, mwezi ambao kanisa linatuongoza katika safari ya kiroho ya Adventi amu kipenda Majilio, tukijiandaa kwa ujio wa mwokozi wetu Yesu Kristo, anayezaliwa tena miongoni mwetu. Desemba ni mwezi wa kutafakari kwa kina, zawadi kubwa tuliyopewa, Mungu aliyefanyika mtu akakaa katikati yetu ili kutuokoa na kutuletea maisha mapya. Mpenzi msikilizaji, katika siku hizi tunazoingia, mioyo ya waamini duniani kote inajaa shauku Tunatazama taa zinazowashwa majumbani na makanisani, tukikumbushwa kwamba Kristo ndiye nuru ya dunia, anayetuvunja kutoka gizani na kutuongoza katika njia ya amani, furaha na upendo. Kwa nini kipindi hiki cha majilio ama mwezi wa Disemba ni mwezi wa Yesu Kristo? Kwa sababu ni mwezi ambao tunaadhimisha fumbo kuu la upendo Mungu kuingia katika historia ya mwanadamu kupitia mtoto mdogo wa Horini. Ni mwezi unaotualika kufungua mioyo yetu, kusamehe, kutoa na kupokea neema mpya. Katika makala haya maalum kuanzia tarehe ya leo thelathini, ama mwanzo kabisa wa majilio hapa Radio Maria. Tutatafakari maana ya kuzaliwa kwa Kristo katika maisha yetu ya leo. Tutaguza matumaini ambayo ujio wake unaleta katika familia, vijana, wazee na jamii yetu kwa ujumla. Tutakumbuka kwamba kila mmoja wetu ana nafasi ya kumzaa Kristo moyoni mwake kupitia matendo ya huruma na upendo. Tutaangazia pia jinsi kanisa lote duniani linavyoishi kipindi hiki cha Adventi au ukipenda Majilio, na namna tunavyoweza kuifanya Krismasi ya mwaka huu iwe na maana ya kiroho zaidi kuliko milele. Kwa hiyo msikilizaji mpendwa, unapotulia sasa kusikiliza dakika za Yesu Kristo, tukaribie pamoja safari hii ya baraka. Majilio katika mwaka A ah, wakilitujia na mwezi Disemba. Si tu mwisho wa mwaka, ni mwanzo wa matumaini, mwanzo wa maisha mapya, mwanzo wa safari ya kumrudia Mungu kwa moyo mnyenyekevu. Karibu tujifunze, tutafakari na tuombe pamoja, kwa sababu Kristo anazaliwa miongoni mwetu. Tuombe. Ee Mungu wa neema na mwanga, tunashukuru kwa siku hii mpya, siku inaanzisha majilio ama kuzaliwa kwake Yesu Kristo, wa mwezi mtakatifu wa Yesu Kristo. Tujalie moyo wa shauku na unyenyekevu tukijiandaa kumpokea mwokozi wetu kwa moyo safi. Tufundishe kuishi kwa amani, mshikamano na wema, tukishirikisha furaha na mwanga wako kwa familia, jirani na jamii yetu. Tuwe mashuhuda wa imani yako, tukieneza upendo na mshikamano kila siku. Yesu Kristo mwokozi wetu, zaliwa ndani ya mioyo yetu. Mama Maria mama wa mwokozi, utuombe. Roho Mtakatifu, tujaze mwanga, mshikamano na matumaini mapya. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina.